Asante sana kwa majibu yako. Kwa maswala ya heshima ya wabunge, wizara ya mali asili na utalii, Mheshimiwa Mohamed lujuo Monni mbunge wa Chemba, sasa ulize swali lake. Je, lini serikali itatatua changamoto ya uvamizi wa tembo katika mashamba ya vijiji vinavyopakana na pori la akiba la Swagaswaga wilayani Chemba mkoani Dodoma? Swali hili linatolewa majibu na naibu waziri Dunstan Kitandula. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na changamoto hiyo serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kufanya doria za mwitikio wa haraka. Katika kipindi cha Julai 2024 mpaka 2025 March, jumla ya matukio 15 yaliripotiwa ambapo doria zenye siku watu 123 zimefanyika katika maeneo yanayopakana na pori la hilo ikiwemo kijiji cha Magungu wilaya ya Chemba. Mheshimiwa Spika, sambamba na hilo, serikali imekamilisha kuchimba bwawa lenye ujazo wa lita 20,750,000 za maji katika pori la akiba la Swagaswaga ili kuwezesha wanyama kupata maji ndani ya hifadhi na kupunguza uwezekano wa wanyamapori pori kwenda kutafuta maji katika maeneo ya wananchi. Aidha, serikali inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia ikiwemo ndege nyuki na mabomu baridi katika kukabiliana na changamoto ya tembo kwenye eneo hilo. Mheshimiwa Mohamed Monni, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi. Mheshimiwa Spika, usiku wa leo tembo wameharibu ekari 22 kwenye kijiji cha Magungu, lakini juzi wameharibu ekari 84 kwenye kijiji cha Itwalo. Ni wazi mkakati wa serikali wa doria umefeli, naomba kujua ni mkakati upi sasa ambao unaweza kuwasaidia wananchi wetu. Lakini swali la pili, Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa spika, serikali imekuwa ikitoa kifuta jasho kwa ajili ya wananchi ambao mazao yao yanaharibiwa. Ni ukweli kifuta jasho ni hisani. Ni lini sasa itaanza kulipa fidia kwa wale watu ambao wameharibiwa mazao yao? Asante. Mheshimiwa naibu waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba tuna changamoto ya tembo katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Na changamoto hii ni kubwa. Tunakabiliwa na changamoto hii kwa sababu moja, uh, tembo wanatoka katika hifadhi na kuja kwenye maeneo ya watu kwa sababu ya shughuli za kibinadamu katika maeneo ya hifadhi. Lakini pili, uh, wananchi wamesogea karibu sana na hifadhi kwenye maeneo wanayoishi. Lakini tatu, tumefanya kazi kubwa ya kudhibiti majangili, kwa hiyo tembo wameongezeka. Kwa hiyo serikali inafanya mikakati, kwanza tunafanya kazi kubwa ya kuhakikisha tunawatoa uh, watu ambao wameingiza mifugo kwenye maeneo ya hifadhi, lakini pili, tunafanya kazi kubwa ya kuchimba mabwawa ndani ya hifadhi ili tembo wale wasitoke kwenye hifadhi na kuja kwenye maeneo ya wananchi, na hivi karibuni tumekamilisha uchimbaji wa bwawa ndani ya hifadhi ya Swagaswaga kule, jambo ambalo na, na uhakika litasaidia sana uh, kutatua changamoto hii. Rai yangu ni kwamba maafisa wa wanyamapori wa halmashauri zetu waliopo kule kwenye maeneo yale wawe wanatoa taarifa kwa haraka kwa wizara, ili tuweze kuchukua taarifa ta, tahadhari na hatua za haraka za kuwadhibiti wanyamapori hawa. Tuna ndege nyuki sasa ambazo tunazitumia kwenda kufukuza tembo hawa tunapopata taarifa kwa haraka. Njia hii imeonekana inasaidia sana kufukuza tembo. Kuhusiana na hili la pili la kifuta jasho mheshimiwa e, Spika, wizara ya maliasili imejitahidi sana kulipa kifuta jasho na kifuta machozi, na kwa wilaya hii ya Chemba tayari tumekamilisha kazi ya uhakiki wa madai tunayodaiwa kwenye wilaya hii. Tayari tunajua kwamba tunadaiwa karibu milioni kumi na nne ambazo ndani ya kipindi kifupi kijacho wananchi wale watalipwa. Naomba wananchi wawe na subira.